Maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa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 Asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako bora cha habari mm -hmm. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, karibu ni kuangazia magazetini leo kutokea hapa Kawe, Dar es Salaam, Tanzania. Uh, gazeti Nipashe ukurasa wake mbele umeandika Lissu anakwamisha kesi makusudi. Jamhuri ya, ya lalama Lissu anakwamisha kesi kwa makusudi miradi mikubwa inakuja Pwani. Samia huyo. Mjane arejeshewa nyumba aliyopokwa kisa deni la mumewe. Ruto amtunuku tuzo ya heshima raila Odinga. Namna gani Ruto amtunuku tuzo ya heshima raila Odinga, amemtunuku baada ya kifo ama la? Kama tena kala yako ufahamu kwa kina Naondoka hapo nikiangazia gazeti Tanzania Leo. Sauti ya Mtanzania tunatamba naye. Ahadi kujenga eh, chujio la kuzuia mafuriko Rufiji. Serikali kujenga skimu za umwagiliaji hekta elfu kumi na tatu. Barabara ya Kongowe hadi Mkuranga kupanuliwa. Habari hii imetajwa katika gazeti Tanzania Leo. Rais Mwinyi, mageuzi ya uchumi yamejenga Zanzibar shirikishi trilioni moja nukta tatu zatumika miradi ya umeme da. Habari hii imetajwa pia katika gazeti hilo. Gazeti Mwananchi limeandika mapya nyumba ya mjane, Samia ahidi neema barabara za Kilwa. Eh, barabara ya Kilwa amtwisha zigo Ulega, waliojaribu kumteka Tarimo jela miaka saba, hatima video Lisu kesi ya uhaini hapo kesho Habari hii utaipata katika gazeti Mwananchi kurasa wake wa mbele. Gazeti Mwanaspoti uh, gazeti la kimichezo na burudani limeandika Yanga yaweka msimamo swali. Kwa mujibu wa gazeti hili Balala Pantev ni habari iliyotajwa hapo. E, ndoa za Ronaldo zilivyopigwa kitu kizito, sikia mpya shabiki wa man United. Haya, naondoka hapo nikiongezea gazeti Habari Leo Afrika Mashariki, upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Samia anasema mimi ni suluhu ya mengi e, si tu jina, bali yeye ni suluhu ya mengi. Mitambo nane kukabili shida ya maji, da wenye ulemavu wa mpongeza Daktari Mwinyi kuwathamini uh, kuwa habari hii imetajwa katika uh, gazeti Habari Leo Afrika Mashariki unaweza kujipatia nakala hiyo mara moja. Habari Leo michezoni limeandika pante vakoshwa na kiwango Simba vigogo Azam na mungo kuchuana wenye kiti bodi ya ligi Nairobi United yaiduaza Etoile Sahel e, ni habari ambayo imetajwa katika ukurasa 22, gazeti Habari Leo wa Tanzania watamba e, na gai marathon vilevile habari hiyo utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti Habari Leo Afrika Mashariki. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi: Dkt Mwinyi anasema mageuzi ya kiuchumi yameleta mafanikio, tutaimarisha maendeleo Rufiji. Dkt Samia, Zanu PF kurefusha muhula wa rais Mnangagwa Eh, kiwani wapeni eh, kiwani wapeni nafasi ya kugombea CCM, kauli ya Hemedi. Habari ambayo umetajwa katika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, ukurasa wake wa mbele na ukurasa wake wa mwisho umeandika junguni chipukizi za fanywa chambo. Ligi kuu Yanga yataja viingilio mechi ya Silver Strikers Jumamosi, fufuni ya dhamiria kuzidi, eh, kuzidisha maumivu kwa polisi kocha ya Simba aitaja mechi ya marudiano. Habari hii imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo michezoni, unaweza kukamata nakala hiyo. Taifa Tanzania Uzalendo wa kwanza, habari yake kuu, Dkt Samia ahidi kumaliza mafuriko Rufiji, bilioni 245 kutumika kujenga zuio la maji mto Rufiji. Ulega afafanua maana ya kazi na utu <laughs> Habari imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania, kazi na utu. Tunasonga mbele, e, Ulega afafanua maana ya kazi na utu. Taifa Tanzania, michezoni: uongozi Yanga waangukia mashabiki, yatangaza viingilio. Mchezaji atekwa na kuuawa Senegal. Mbappe afunga bao lake la kumi la liga. Kitumbo kurejesha Tabora, kuirejesha Tabora United, nyingine haya bwana hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti taifa tanzania uzalendo kwanza gazeti uhuru kweli daima dr samia acha simulizi rufiji mchimbi anasema tutakamilisha bandari ya uvuvi kilwa mgombea urais wa ccm hapoi kutikisa da leo dr samia amefuta kodi 250 tlp kujenga kambi za wazee kila mkoa Uhuru ukweli daima ukurasa wake wa mwisho. Azam Football Club ya zipiku e, Simba Yanga vita ya mabao kaf kocha Silver Strikers pressure juu, ludiva kumpa kura Dr Samia, ni habari ambazo utazipata katika nakala ya gazeti Uhuru ukurasa wake wa mwisho. Wakati huo gazeti Jamvi la Habari likiandika Dr Samia kuwasha moto da habari hii utaipata ukurasa wa mwisho. Viwanja vya leaders Kinondoni kuzizima. Haya bwana, basi gazeti jamvi la habari huku michezoni limeandika simba tamba kutinga hatua ya makundi yanga, sasa macho yote kwa kocha Nabi. Habari hii utaipata katika gazeti jamvi la habari spoti utakapokamata nakala yako Dira ya Mtanzania, hoja ya wote. Rekodi ya Dr. Samia itatuletea ushindi mkubwa, aeleza uongozi wake wa muda mfupi umejenga kilomita elfu moja mia tatu themanini na nne za lami. Huyu ni Ulega anayeyasema hayo. Msama waita wakazi da kumlaki Dr. Samia leo. E, ushirikiano wa wazazi ni muhimu kwa malezi ya watoto. haya Naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwananchi Huru. Dr. Nchimbia mnadi Dr. Kellen Rose Rwakatare awataka wananchi Mlimba kumpa kura za kishindo. Mkurugenzi shule ya Innovate ajivunia ushirikiano wa wazazi. Viongozi wa dini Mwanza wataka wananchi wajitokeze kupiga kura. RC Chalamila atangaza msako mkali kwa aliyetaka kumpora nyumba mjane. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwananchi Huru. Tanzania unaweza kukamata nakala hiyo. Mzalendo ukweli na uwazi. Dr. Nchimbi amwagia sifa d Kelen Rosrokatare mwenyewe wa ahidi e, kura za kimbunga za Samia Mlimba. Vipaji vya wanafunzi Innovate Mlandizi vya wavutia wazazi. Dr. Samia ahidi maji safi inasalama kwa kila Mtanzania, huku Chelamila mrejeshea tabasamu mjani aliyenusurika kuporwa nyumba Asilimia sabini ya mbegu za kilimo zinatoka kwa wakulima tabio. Habari hii utaipata katika gazeti Raia ya Mzalendo ukweli na uwazi. Gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Dr. Rakatare itikisa Ifakara, amhakikishia Dr. Nchimbi, kura za kumwaga za Dr. Samia Mlimba. E, mdhibiti ubora aimwagia sifa shule ya Innovate Mlandizi Chalamila mkabidhi hati ya nyumba milioni kumi, mjane asema Dar es Salaam iko salama kuelekea uchaguzi mkuu, miongoni mwa habari ambazo asubuhi ya leo zinashika hatamu katika magazeti kadha wa kadha yaliyoandika habari za hapa nyumbani Tanzania. Wataalamu kutoka uh, Island watua moi tiba ya mifupa kwa watoto. Dr. Samia awaahidi neema wakazi wa Rufiji, habari hiyo utaipata utakapokamata nakala yako Wamachinga, sauti ya wanyonge. Mafuriko basi Rufiji eh, Samia Pwani, mafuriko basi Rufiji. Arasi, Arasi Chelamila arudisha tabasamu la mjane Alisi Haule. Habari hii utaipata katika nakala tofauti ya asubuhi ya, ya leo ikiwa ni pamoja na ya gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Kurasa wa mwisho umeandika uh, Rushine the Rook atabiriwa unahodha Simba. Shikalo ajiunga St George Twiga Stars aipiga mkwara Ethiopia Wafcon, eh, Luvanga apiga mbili na asisti huko Saudi Arabia. Gazeti Mwanahabari, gazeti bora, Dr. Samia ahidi kumaliza tatizo la mafuriko Pwani, kuendelea na kampeni daa leo, TRA yahimiza wafanyabiashara wadogo kutumia dawati la elimu ya kodi. Rais Chalamila ahitimisha mgogoro wa nyumba mjane Alice Hauli aibuka kidedea. Rais Samia na uwekezaji mkubwa wa sekta ya uvuvi. Kumradhi, Rais Samia na uwekezaji mkubwa wa sekta ya uvuvi. Haya na mengine mengi utayapata mtazamaji, katika gazeti Mwanahabari gazeti bora ukurasa wake wa mbele, huku ukurasa wake wa nyuma ukiandika Yanga yafanya mazoezi Malawi yatua usiku da Liverpool, yaishiwa pawa <laughs> Liverpool, yaishiwa power EPL. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti Mwanahabari. E, dube awanyolea kipara Silver Strikers, habari hiyo imetajwa katika gazeti Mwanahabari vilevile. Unaweza kujipatia nakala yako, Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Mikutano ya e, kampeni ya Dkt. Samia yatikisa Rufiji, huku ACT Wazalendo wajipanga kulinda ushindi kikamilifu zaidi ya mabinti elfu mbili na mia saba wanusurika kukeketwa. Mageuzi ya uchumi na fedha yameijenga Zanzibar. Akabidhiwa hati ya kiwanja chenye hekalu e, chenye hekalu lake. Trump atishia kukatiza msaada wa Colombia. Tanzania bila watoto wa mitaani inawezekana, ni habari ambayo utaipata ukurasa wa mbele wa gazeti Majira, ukurasa wake wa mwisho ukiandika habari za kimichezo. Simba Yanga kutinga makundi kwa kishindo, wasema kwa Mkapa hatoki mtu, goli la mama la watia mzuka. TRA yafanya ziara ya ukaguzi Basata. Mbeya City Prisons mechi ya kibabe leo e. Gazeti Uelekeo leo, yetu ndio kesho yetu. Rufiji kushuhudia mageuzi makubwa, Kibiti kupewa kipaumbele cha barabara. Dr. Samia kuanza kampeni rasmi daa leo asifu uwekezaji mkubwa aliofa, e, uliofanywa kwenye afya. Ruto amtunuku Raila heshima ya juu. Uelekeo Spoti, michezoni bwana, limeandika sijaridhika na kiwango Simba. Unadhani nani anasema hayo? E, kocha Pantev, watu humwita kocha matatu. Haya bwana, pamoja na ushindi wa juzi, anasema sijaridhika na kiwango Simba basi pengine tutashuhudia makubwa zaidi. Morocco under 20 mabingwa wa dunia. Yanga yaita mashabiki kwa Mkapa. Beatrice ya awashukuru wa Tanzania, habari utaipata katika gazeti Uelekeo Sporti, kurasa zake tofauti. Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. Dr. Mwinyi, mageuzi ya kiuchumi ameleta mafanikio. Tutaimarisha maendeleo rufiji ni Dr. Samia. Habari hii imekwisha kuisoma hapo awali. Eh, ni kuangazie gazeti Rada, ufanisi katika uchunguzi. Askofu Mkwande watukutu walindwe. Eh, watukutu walindwe namna gani? Zito, ACT Wazalendo, siri nzito. Gazeti Jamhuri asubuhi ya, ya leo limeandika, Samia amemaliza kazi. Samia amemaliza kazi Uchaguzi mkuu wa saba wa vyama vingi na mustakabali wa Tanzania. E, mshahara juu sekta binafsi. Dkt Mwinyi Anguruma kila kona. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine. Nami naishia hapa, jina langu naitwa Dorcas Daniel.